E bwana eh, pindi tu msichana huyu anafika ufukweni aligundua ukuo miguu yake yote yote imetapakaa damu. Alitazama nyuma na na na na na na kutambua ukuo. hata kwa wengine nao ilikuwa hivyo pia. Ghafla kila kila mtu mtu akatambua hatari na kukimbia hovyo kuelekea ufukweni na wale wale waliochelewa walimezwa na viumbe wale huko katika ziwa ziwa ziwa ziwa. Muda mfupi tu maji yote katika ziwa yaligeuka kuwa damu, lakini hii yote ilitokana na samaki wa ajabu misili ya minyoo na walianza kuvamia kila mtu, kwani walianza kutokea hadi kwenye mabomba ya maji vioni na penginepo. baada ya jaribio katika ziwa, polisi walitaarifiwa mara moja. Polisi alienda ukagua katika ziwa akiwa na boti basi kuwa maelfu ya samaki walianza kuvamia boti yake kwa chini, pindi wanataka kunywa kinywaji chake. Mda huo huo samaki mmoja akamdandia mkononi na kuangukia ziwani na habari yake ilishia hapo. Polisi Chief John na mwenzake William walifika katika ziwa baada ya kukosa mawasiliano na polisi wenzao, lakini waliona samaki wale wakipanda ukuta japo wote hawakutilia manani sana. Kisha wakaona boti ile itapakaa damu, lakini pindi wanataka kuipindua samaki mmoja alimdandia William, na pindi samaki hao wakikudandia kama hawakuachi japo John aliweza kumsaidia kwa kumtua kwa kisu. Ghafla wakapigiwa simu na kutaarifiwa kuwa mwili wa polisi umepatikana, japo pasipo kutambua, ndani ya mwili wa polisi kulikuwa na samaki wengi sana, na ndipo ghafla daktari akavamia.